Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Amos Bulaya mbunge wa Bunda mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, taratibu za kutoa eneo la EPZ SEZ mara zilianza mwaka 2007 kwa kutambua mipaka ya eneo, eneo lililopendekezwa ni la kijiji cha Tailo kilichopo kata ya Guta wilayani Bunda na lilikuwa na ukubwa wa hekta 2200 ikijumuisha vitongoji vya Kirumi Mabatini A na B na Bushigwamara. Uthamini wa eneo la mradi ulikamilika mwezi Julai 2009 na taarifa yake kuidhinishwa na mthamini mkuu wa serikali mwezi Septemba 2009. Kwa mujibu wa uthamini, fidia iliyotaka iliyotakiwa kulipwa kwa eneo lote ni shilingi bilioni 3.477. Mheshimiwa Spika, kutokana na ufinyu wa bajeti mamlaka ya EPZ iliamua kupunguza ukubwa wa eneo na hivyo kuendelea na utoaji wa eneo la kitongoji kimoja cha Kirumi. Aidha, fidia iliyohitajika kufidia eneo hilo ilikuwa ni shilingi bilioni 2.143 zilizopaswa kulipwa ndani ya miezi sita bila riba. Tayari mamlaka ya EPZ ilikwisha peleka jumla ya shilingi bilioni 2.358 kwa ajili ya malipo ya fidia ikijumuisha riba ya ucheleweshaji. Fedha hizo zililipwa kwa nyakati tofauti kati ya mwaka 2009 na 2012 na na kwa wadai wote isipokuwa watu watatu Chacha M Marwa na Gati M Marwa na bwana Juma W Ngoa, Ngoba ambao bado wanadai jumla ya shilingi milioni 21.943 licha ya IPZ kupeleka pesa hizo kwenye halmashauri. Mheshimiwa Spika kutokana na kuchelewa kwa malipo hayo tarehe 20 Mei 2016, aliyekuwa mkuu wa mkoa Mara aliagiza TAKUKURU na CAG wafanye uchunguzi wa matumizi ya fedha zilizotolewa na EPZA taarifa hiyo inasubiriwa ikamilike na pindi itakapokamilika hatua za kisheria zitachukuliwa kwa watumishi waliohusika na ubadhirifu wa fedha hizo Mheshimiwa Esther Bulaya swali la nyongeza Mheshimiwa Spika, nasikitika kwamba Mheshimiwa Waziri wa viwanda na biashara wamemuongopea kabisa, kwa sababu swala la EPZA nilianza kudili nalo tangu nikiwa mbunge wa viti maalum na mpaka mbunge wa jimbo, na hiyo kata ndio kata yenye wapiga kula wengi na ndio walionipa kura nyingi kwa sababu ya hiki kitu. Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa Spika pesa zilizotumika kulipa EPZA ni bilioni moja na milioni 240. Hakuna ukaguzi wowote ambao umefanyika wala uchunguzi wowote wa mpaka hivi sasa tunavyoongea. Kilichotokea, mkaguzi wa ndani alitoa ripoti kwa mkuu wa mkoa ambaye naye katumbuliwa kuhusiana na hili na mkuu wa wilaya aliyeshiriki na ubadhirifu huu ametumbuliwa kwa ajili ya udanganyifu wa swala hili. Sasa swali langu, je, uko tayari sasa kuagiza TAKUKURU na CAG kufanya uchunguzi ili watu waliokuwa wakilindwa na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya washughulikiwe? Swali la kwanza. Swali la pili, nini hatma ya wananchi wa eneo hili ambao waliahidiwa watapelekwa katika eneo mbadala ili kupisha mradi wa EPZA na wala hawana tatizo nalo? Nilikuwa naangalia kumbukumbu zangu hapa, Mheshimiwa Esther Bulaya kama bado ni mbunge wa Bunda mjini au ma..., majibu Mheshimiwa Charles Mwijage <laughs> ya, ya maswali hayo <laughs> Mheshimiwa Spika, kwa, kwa masikitiko makubwa naomba nijibu swali la Mheshimiwa Esther Bulaya. Mimi taarifa nilizopewa na watendaji wangu wanasema wamelipa bilioni mbili nukuta tatu yeye alizopata ni bilioni moja. Hapa kuna tatizo, na hili ni tatizo la kipolisi. Mimi pamoja na CAG pamoja na TAKUKURU Nitamwomba waziri wa mambo ya ndani anisaidie, ili sio swala la TAKUKURU, sio swala la polisi. Tofauti ya bilioni moja ni pesa kubwa sana, wala hahitaji uchunguzi, ni kupiga foreni. Watu aliyelipo akae huku, ambaye akulipo akae huku, watu wanakwenda sero. Niko tayari na nitaomba Mheshimiwa Mwiguru anisaidie na Mheshimiwa Simba Chawene kwa sababu wanaotuhumiwa ni watu wa TAMISEMI, ili sio rangu hivi, sio viwanda hii. Ili siyo eneo ni la Mheshimiwa Simba Chawene na Mheshimiwa Mwiguru. Eh, wizi sio viwanda. Mheshimiwa swali la pili la Mheshimiwa Bulaya. Nashukuru serikali itakwenda kulishughulikia. Tunapokwenda sisi mawaziri watatu kukamata wao panya hao. Tutahakikisha wananchi wanapewa maeneo mazuri. Lakini zaidi niwaambie watu wa Mara jambo la muhimu linaloniuma ni kuhakikisha sisi watu wa Mara tunatafuta wawekezaji ili EPZA iweze kutengeneza sehemu ya uwekezaji kwa ajili ya maendeleo ya ukanda ule.